Hii ni sehemu ya pili. Sehemu hii inakwenda kukuonyesha tofauti, yaani kati ya Nyerere na Kambona zilivyoanza kujitokeza baada ya maasi ya wanajeshi. Karibu sana baadaye, Kambona alishika nafasi za waziri wa mambo ya ndani, mambo ya nchi za nje na ulinzi, na tawala za mikoa. Pia alikuwa mwenyekiti wa kwanza wa kamati wa ya Ukombozi ya Umoja wa Nchi Huru za Afrika na mwenyekiti wa utayarishaji wa AOU Charter. Mwaka 1964 Kambona alifanya kazi kubwa katika kuunganisha Zanzibar na Tanganyika akiwa pamoja na Rais Nyerere, Rais Karume na Waziri Kiongozi Hanga. Hii ilikuwa ni baada ya mapinduzi ya Zanzibar, wakati wa wanajeshi wa kikosi cha Karito walipoasi mwaka 1964. Kambona alikuwa msuluhishi mkuu kati ya serikali na wanajeshi hao. Huku Nyerere na Kawawa wakienda mafichoni Kigamboni. Baada ya siku tatu za majadiliano, Kambona aliafiki kuongeza kasi ya kuwawezesha waafrika kushika hatamu jeshini. Na katika mahojiano na gazeti la Daily Telegraph la London, Kambona alisema, baada ya kuwatuliza wanajeshi nilikwenda kuwatafuta viongozi wengine na kuwarudisha mjini kwa kutumia Land Rover yangu. Hatimaye maasi hayo yalidhibitiwa kabisa na majeshi ya Uingereza na Nyerere alimsifu Kambona mubashara na uaminifu wake. Leo sasa tuone tofauti kati ya Nyerere na Kambona zilianzia wapi? Tofauti kati ya Nyerere na Kambona zilianzia hapa. Chukua kiti ka chini, kama una kishushio, iwe Fanta, baridi, Coca-Cola, juisi yako ya matunda halisia ama una movie unaangalia, basi punguza sauti kinywaji chako kunjia nne, taratibu nisikilize. Tofauti kati ya Nyerere na Kambona zilianza kujitokeza baada ya maasi ya wanajeshi. Nyerere alitaka kuanzisha mfumo wa chama kimoja nchini ili kuimarisha usalama, huku Kambona akipinga hoja hiyo kwa maelezo kwamba mfumo huo ungezorotesha uhuru wa watu na maendeleo ya demokrasia. Hata hivyo, Kambona alishindwa bungeni, alikataa kusaini muswada bill mwaka 1967 baada ya safari ya China ya mwaka 1965. Nyerere akiwa amependezwa na mfumo wa kikomunisti ambao alitaka kuanzisha mfumo kama huo wa jina la ujamaa. Dhana msingi ya mfumo wa ujamaa ilikuwa ni kuwahamishia watu katika vijiji vya ujamaa na kuwataifisha viwanda ama mali. Mba Kambona hakukubaliana na utaratibu huo kwa maelezo kwamba ungeongeza umaskini na udhibiti wa serikali kwa watu. Alijiuzuru kutoka katika serikali na chama na hatimaye sasa yeye na familia yake wakakimbilia ya Kenya na kisha Uingereza ambako alipatiwa uhifadhi huko Uingereza, na ulikuwa uhifadhi wa kisiasa. Mara baada ya kuondoka, mali za Kambona zilichukuliwa zote. Ndugu zake wawili waliwekwa kizuizini bila kufikishwa mahakamani na kufungwa kwa zaidi ya miaka kumi wanafamilia wengine walinyanyaswa na kuwekwa kizuizini, wengine kati yao walibambikiziwa kesi za uhaini wakafikishwa mahakamani na kisha kufungwa na serikali. Kati yao walikuwa ni Bibi Titi ambaye alipigania uhuru pamoja na Nyerere na alikuwa kiongozi wa jumuiya ya kina mama. Alikuwepo pia Michael Kamaliza ambaye alikuwa mwanaharakati wa mwana chama cha wafanyakazi mwanachama watano na waziri wengine ni pamoja na Grey Mataka Johnny na Elia Chipaka na Priska Chombola. Kambona alituhumiwa kuwa kiongozi wa wahaini wakati akiwa London, na alihukumiwa bila kuwepo watuhumiwa. Hatimaye walikata rufaa katika mahakama kuu ya Afrika Mashariki na wakaachiwa huru. Hata hivyo, baadaye walikamatwa na serikali na kufungwa tena eti. Kambona alituhumiwa kuwa aliiba pesa nyingi sana zikiwa ni mali ya umma, kitu ambacho Kambona yeye eti alikataa katika taarifa yake na waandishi wa habari Septemba 6 huko London mwaka 1967. Tuhuma hizo zilisema kuwa Kambona umekutwa na pesa nyingi sana kama karanga ulipopekuliwa katika uwanja wa ndege Embakasi Nairobi. Hata hivyo Kambona katika taarifa yake kwa waandishi wa habari alikanusha kuhusika na tuhuma hizo. Na badala yake akaipa serikali ya Tanzania kuiomba serikali ya Kenya kutoa ukweli juu ya jambo hilo. Jambo halikufanyika. Akiwa London, Kambona aliishi maisha ya shida na dhiki. Katika mwaka 1982, ndugu zake Kambona na Utini Kambona walifunguliwa kutoka kizuizini baada ya juhudi za waziri mkuu wa New Zealand Robert Madlon. Katika mwaka 1990 Kambona akiwa na matumaini makubwa ya mabadiliko ya kisiasa katika Tanzania, hususan mabadiliko ya kidemokrasia aliunda chama kiitwacho Tanzania Democratic Alliance. Wakati vyama vingi vilipoanzishwa Tanzania mwaka 1992, Kambona huyo aliomba kurudi Tanzania. Serikali ya Tanzania ikakataa kata katakata na kudai kuwa Kambona hakuwa Mtanzania. Kambona badala yake aliomba serikali ya Uingereza kumpa pasi ya kusafiria kurudi Tanzania. Hata hivyo, serikali ya Tanzania ilitamka kwamba pamoja na kupata pasi hiyo itamweka ndani pindi atakapoingia Tanzania. Pamoja na msimamo huo serikali, Kambona alitoa kwenye ardhi ya Tanzania tarehe tano Septemba mwaka 1992. Hakuna mamlaka iliyomkamata bwana Kambona baada, alipewa miezi mitatu awe amekamilisha utata wa uraia wake. Baada ya kurudi Tanzania aliona kwamba harakati za kuelekea kwenye demokrasia ya kweli zilikuwa zikienda kwa mwendo wa kinyonga. Hata hivyo, Kambona hakuweza kujihusisha kwa kasi kubwa na siasa kutokana na matatizo ya kiafya hususan shinikizo la damu. Hatimaye Oscar Kambona alifariki akiwa katika matibabu mjini London mwezi Juni mwaka 1997. Mdogo wake Otin Kambona naye alifariki katika kipindi hicho hicho kutokana na magonjwa ya moyo. Wote wawili walizikwa Tanzania na serikali ya Tanzania iligharamia gharama zote za usafirishaji miili ya marehemu ndugu hawa. Oscar Kambona aliacha mke na watoto wawili. Mtoto wao wa kwanza ni Mosi Kambona ambaye aliuawa mjini London katika mazingira ya kutatanisha. Roho ya Oscar Kambona na ndugu zake na jamaa wote walitangulia, na Mwenyezi Mungu aziweke pema peponi. Asante na kwaheri. Hiyo ni historia ya Mwalimu Nyerere na Kambona na jinsi ambavyo walitofautiana. Maoni yako ni yapi? Tuambie, makala ipi unatamani tukusogezee? Karibu zaidi. Asante na kwaheri.